Haleluya, haleluya, watu wa Mungu, ninawakaribisha sana madhabahu ya upatanisho. Karibuni sana nyote, tunawapenda watu waliopo Tanzania, watu waliopo Arusha, watu waliopo Monduli, watu waliopo Makuyuni, tunawakaribisha wote kwenye ibada zetu. Wiki hii tutakuwa na semina nzuri kabisa ya neno la Mungu ambayo tutaanza mkesha wa Pasaka tarehe 18 saa tatu usiku. Naomba usikose karibu sana, na umkaribishe na mwingine e, kwenye mkesha ule ili kwamba tukakeshe pamoja na Bwana kuanzia saa tatu mpaka saa sita usiku. Karibuni sana nyote, ninawapenda. Madhabahu ya upatanisho, nabii Henry Michael Laizer anawapenda sana. Karibuni sana nyote, ili kwamba tukajifunze. Waimbaji watakuwepo, se mafun, mafunzo yatakuwepo, neno la Mungu litakuwepo, li na watu wote tunawakaribisha na tunawapenda. Mungu awabariki sana.